Mwenyekiti, nadhani hilo ndo swali nileta hapa. Wale ni watoto wa dadangu kabisa, na siwezi nikaruhusu huyu bwana wavuruge suna. Nisaidiaje kiongozi wangu? E, ni kweli ni kweli e, hilo mimi kama mwenyekiti sitaliruhusu litokee, na huyu bwana muda wake umefika wa kumwazibu makosa yake ya kutembea ya kuwakimbiza watu na panga lake. Tena yani haugopi anawavuruga mpaka watoto wadogo wakike, nawavuruga, nawavuruga. Huyu bwana, si akili yake iko hii ya ubongo, simwelewi. Unajua yule atakuwa liasika kiakili, sio mzima yule, na ukichaa wake asituetee hapa kwenye kijiji chetu mwenyekiti. Kwa kweli, ule ndio ukichaa, kwa sababu huwezi ukamshikia mtu panga bila kosa. Nadhani ujumbe umekufikia mwenyekiti. Acha mimi niondoke maana hata nyumbani nimeacha ovyo sana. Ah, basi mimi kushukuru sana sasa. Unajua, kwa taarifa hizi sisi kama wenye viti lazima tuzipate, ili tushirikiane na nyinyi. Mimi nitatekeleza hilo, hakikisha kila kitu kinakuwa sawa sasa. Lakini <laughs> nimekumbuka, kuna jambo nataka nikushirikishe. Jambo gani mwenyekiti? Utakufika majaribu utakosa pa kushika. Oh, baba we eh Ivilela bado nilikuwa chooni tu, yaani mtoto huyu kama hajaniacha kwenye matabati ati... eh. <laughs> Yaani mtoto hata ugenini ameshakuwa mwenyeji. Leila, we Leila, sijua na matatizo gani mtoto jamani. Leila

uleli husuiza ena kutukulunja wadorulunjaena mpumbafu mbe yoyo pumbafu wanikima kama jaribu utakosa kushika. Kesho utakuwa kuna mkutano wa hazara, na lengo la mzumuni ya mkutano huo ni kutokomeza ubepari wa watu. <laughs> Mwenyekiti, mwenyekiti, umetisha sana. Na mkutano huo lazima nihudhurie, ni sehemu moja nzuri ya kumwaidisha shemeji yangu, yeah. Na kesho ataaibika. <laughs> Haswa, na mkutano huo unawalenga watu hao? watu wawili ni huyu bwana anaitwa Ntemi na ndugu Benson. Eh, hey, hawa watu natakiwa tuwanyoshe hey? Waingie kwenye mstari, wasipotekeleza, wasipotusikiliza tuwatenge kijijini. Ni jambo jema sana mwenyekiti, kwa hilo nakuunga mkono. Tumechoka na keleza kila siku hapa kijijini. Fujo, fujo, <laughs> <laughs> <laughs> Mwenyekiti, acha mi nikuache, asante, maana ina mambo mengi nyumbani kule. Asante. <laughs> Asante. Men. Asante. Mitano tuna kuleuamojataa <laughs> Nacho kipanda ndio utachovuna, unajali wanyama kuliko mwanao baba we, yatakufika majaribu, utakosa pa kushika. Oh, hizi hey, hey. mila na desturi zinatupeleka wapi? Mpe mtoto elimu, kesho atakusaidia Epuka na wama baba, mwana seje shika shati, mpe mtoto elimu, kesho watakusaidia. Mtemi we, mtemi we, kwa jua mtemi mi na wewe sasa hivi sasa tumekuwa zaidi ya marafiki. Mimi na wewe sasa hizi ni ndugu ndugu kabisa, yaani changu chako, chako changu. Hata nikija hapa nyumbani ukiwa haupo mi na, napokelewa vizuri tu, uwepo usiwepo mi nakuja. Familia yako ni familia yangu, familia yangu ni familia yako. Lakini kinachonisikitisha na kunishangaza ni ni haya maneno maneno, nawasikiasikia kwa watu watu, wanakuwa na piempiempye talalila kabobo kabobo zinakuwa nyingi eh? bokalo monjo, todoma no, wawizile wingi. Asi, nikajiuliza shida ni nini. Lakini kaka, nikawaza mbona mbona mbona, tangu tufahamiane mimi na wewe naona ni mtu mzuri tu, huna shida, sioni tatizo kwako sana, naona tu bidii na shughuli za kazi zako na ufugaji, lakini shida tu ambayo iliyopo ndogo tu ya kibinadamu, nayo iona no, ni kwamba msimamo wako, mtazamo wako, falsafa yako ya maisha ya ya kawaida ni tofauti na mtazamo msimamo wao na falsafa yao. Nikafikiri labda ni hivyo, na hasa mimi nikajua ni hivyo sasa. Lakini nikasema mbona mbona mbona aini kasemamboamboboa, pimpimpi zinazidi sasa eh, ukikaa hapa watu ukika kikundi Mtemi, ukija huku huyu naye Mtemi, usi Mtemi yani, pimpimpi zimekuwa nyingi hapa kijijini na hii ni kwa baadhi baadhi tu ya watu, na wao wanawatengeneza watu wengine kuwa hivyo. Sasa mimi nikajiuliza, labda ukiachana na hayo, labda kuna kitu kingine ambacho kimejificha, mimi sikijui. Eh, uniambie ndugu yangu, au kuna shida nyingine mejificha labda mimi sielewi eesha kitumawayombeulindugu ane unitavile shiku nyingi waniwonne nawiwonelaga mntu

Oye, niko faya ndani ya maiki na masnichi na wapoteza safari paka banki na na benzi na mpunga kuwekeza. Kipu nina haso, nimehaso peke yangu, loza yangu, Mungu kabaliki jasho langu. Sino superstar wa vidansho na visupla. Superstar na toa mwangaza ndani ya giza, nikishika kipaza, wasanii vilaza na chakaza, chai chek vire na vua bembeleza. Ah, wadamu umetisha kinoma noma yani. Umetisha ile kilomba. Kilomba yani, unajua nini? Hmm. Ani, we sio mtu wa kuishi hapa ya kijijini yani, we ni mtu wa mataoni kule Mambele, unataka kukutana ya na kina Kantili Wiz, akina kina Lewa Mitego, kina Card Graph Johnson yani. na kumetisha kinoma noma ah, hapo ndo penyewe hapo ndo umeongea babla yani hapo ndo umechimba penyewe kwenye mti. Sikia, sikia, sikia wangu, kuna ishu moja hivi nataka niwaambie, ili mjue wauni wangu. Oa, ishu gani hiyo, ili wauni tukulinda askari wetu isijikawa ni msala yani. Wewe huwa uchelewe kuzua msala na kujua zaidi ya unavyojijua mwenyewe yani. Oh, sio msala sema, kuna shamba fulani hivi mbe mbegu zangu nimepanda ah. Umetisha ile kinoma noma yani. Kwa hiyo unamaanisha kwamba sasa hivi umeshaotesha limmea hapo, likisha kuani ni mwendo wa ku yeah, hizo kumoka yani, kumoka yani sio kumoka wala sio bjani

buji boni ndara jitena samani bani tira mashikao mingi kusuti ba bani bula kunene boni demelo bi wunga mpaga bi taka gurupu kiki thoma jemi andon temi ashige do ashige do hayo yera gitesute ira matokeo gaho bo sambala bene huh? Bako hii chola kiti marubu bi. Uru watinika kunu wa chola kunu. Ali <laughs> babu kupambana li ntemi. Hmm? <laughs> Bani choro mba fumbunde merwa. Bacha mba ganga na baganga. Buntu. Banti ya mami hayo. Bayo sampa chama mehomu kijiji. Kila mwene ngu ntemi ya liki ntemi wa sakala ntemi wa

Naba linda bisumbye kitemaki na gabere pya gose Nara gabera baba. Takufika majalibu utakosa kwa kushika. Vipi, na nyie, mbona mmeandamana kama watu wanaoenda kupokea msaada? Dada, tumekuja hapa tuungane na wewe tuwe kitu kimoja, lakini nakuomba dada, utakapoenda huko kwa baba usipigane kabisa. Naomba uniache, haya ni maamuzi yangu, wala mimi siendi kugombana naye, ila ikilazimu kupigana tutapigana, maana nimeshachoka kumheshimu, kumwheshimu yule mzee. Dada asila asala, fikiri kabla ya kutenda. Shemeji, naomba uongee na dada, labda atakuelewa. Tena mke wangu Achana nayo, age nayo, tushoke kekae tukatafakari cha kufanya <laughs> tukajadili cha kufanya. Kwenye ili sitaki kusikia neno la mtu yoyote wala kusikiliza mtu yoyote. Tena ikiwezekana, rudi nyumbani kalale, sitaki mnifuatilie, niacheni ni sasa. Halafu mimi nashindwa kuelewa kwamba kwanza, kwamba wao hawajui kwamba wewe hawezi, hawezi, ni mtu mkubwa, mtu mkubwa kabisa, hawezi kujua hilo. Uli deba lungwe cha. Uli safiri. Ama shikwazo kakabisa ka mingi sana. Hasaso mmachola kitiki sekena ya. Ale homuno ngi wakuyo tamani kiki. Abi kiti bebe. Lakini ukiranga kuinga kuri bebe ya haya. Mwena li haya kubula kiketu bebe. Kusuti abi mwene. Banki wakuyo wakunana. Kashimfa. Niyo mfa chapi. Wanen herichi haa nubi na moyo ndamu baba.

Shangazi, shangazi naye siko eh. Mama naye mjini, mamaasa uko mjini, aliendaga huko huko kwa shangazi. Sasa kule pa kufikia papo kule mjini hakuna. Haya maneno maneno hizi kabobo kabobo taradile za kipumbavu pumbavu za watu wasiojielewa, kwa sababu huku mimi naona watindiga ndio wengi, yaani watu hawawazi mbali, wanawaza hapa na pale tu kama mkojo, fikira fupi kabisa, kama maisha yafunza kabisa kabisa. Ukija kule mjini ukaishi mjini, mjini watu wako bize na shughuli. Mtu anaamka saa 12 asubuhi anarudi saa 12 jioni, hana muda na mtu, yuko bize na shughuli zake. Lakini uko ayomba na kweli ngwesha na kukuibogeja, sababu uliona nini? Nyumba yenu huko izenga nani na alema kuni hadikija kashangazi, hii zenga kana nyumba ya wiza tuyo shikira wenu. Ale mjini unuja mjini, ngwesha Mjini ah. <laughs> Huwezi kuja na ngombe ajirekela mjini. Mjini watu wako busy, wanafanya kazi

ikokotwala hale ntemi Minage mwana elimu wako kokuna na kobotongi Ntemi napoteza mwana kisa mifugo elimu? Ah, bule. Napoteza mwana kisa mifugo, watoto aende shule. Napoteza mwana kisa mifugo. Unapoteza mwana kisa mifugo.